A marathon za Kilimanjaro. Shirikisho la mpira miguu hapa nchini TFF limemwagia sifa mwamuzi Mathew Akrama kutoka Mwanza kwa namna alivyomudu vyema kuchezesha pambano la watani wa jadi katika soka la hapa nchini Simba na Yanga. Akrama alipewa jukumu la kuwa mwamuzi wa kati katika pambano hilo lililofanyika hapo jana uwanja wa ilo, pojana, taifa jijini Dar es Salaam, na wenyeji Simba kuibuka na ushindi wa magoli mawili kwa moja dhidi ya maasimu zao Yanga. TFF wametoa pongezi hizo kupitia kwa afisa habari na mahusiano wa shirikisho hilo Alfred Lucas alivyozungumza na TBC kwa njia ya simu. Ni mkubwa, la kwanza kabisa kumpongeza mwamuzi ambaye alichezisha mchezo ule, na ama kwa hakika kama kuna upungufu ulioonekana basi tunaweza kusema ni wa kibinadamu zaidi. Na lakini zaidi, kama unampa alama, huwezi kuacha kumpa alama zaidi ya tisini na tano, na kama ndivyo hivyo, maana yake ni kwamba amekuwa amepata maxi daraja A na bila shaka refa asesa na mechi kamishna watakuwa na ripoti yenye mtazamo huo. Tunaitarajia ikawa hivyo kwa sababu na hii si katika TFF kuizungumzia vile, na si wenye kufanya utafiti na kuzungumza, baadhi ya wadau wametuambia hivyo, ndio maana tunakuwa na kauli ya kumpongeza mwamuzi huyo Mathew Akrama tatu kwa mwamuzi Mathew Akrama kuchezesha pambano la ligi kuu Tanzania bara kati ya Simba na Yanga, na mara zote alionyesha kadi nyekundu kwa mchezaji mmoja wa timu mojawapo. Mwaka 2010 mwamuzi Mathew Akrama alimuonyesha kadi nyekundu mchezaji Juma Nyoso katika mchezo uliomalizika kwa Simba kuifunga Yanga magoli manne kwa matatu, japokuwa Simba alikuwa pungufu. Na kisha mwaka 2012 alimonyesha kadi nyekundu mchezaji wa Yanga Simon Msuva, ambapo timu hizi ilitoka sare ya bao moja kwa moja, na jana onyesha kadi nyekundu mchezaji Jeanvier Besala Bokungu yamberekete katika mchezo ambao Simba wameshinda magoli mawili kwa moja dhidi ya Yanga. Timu ya polisi